Huku msimu wa mvua ya masika ukiendelea, idara ya afya kaunti ya Kilifi imewataka vijana na kinamama waja wazito kujikinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Akizungumza katika eneo la Chonyi, kaunti ya Kilifi, mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Kilifi Daktari Hasan Leli amesema kuwa ijapokuwa kaunti hiyo imerekodi kupungua kwa visa vya maambukizi kwa asilimia tatu kutoka asilimia nane katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kumekuwa na ongezeko la visa vya maambukizi miongoni mwa vijana, wanawake waja wazito na watu walio chini ya umri wa miaka mitano. Kulingana na Leli, vijana wengi katika kaunti hiyo ni nadra sana kutembelea hospitali wakiwa wagonjwa, huku wengine wakikosa kumaliza dozi hata baada ya kupokea matibabu, hali ambayo inaongeza maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Kuja kumbushana dhidi uh, ya ugonjwa huu na umuhimu sana, tume, tume target vijana Uh, kupitia statistics zinaonyesha vijana ndio wanapatikana sana na ugonjwa huu, na mama wajawazito na watoto chini ya miaka mitano, pia hao bado wanapata wanaadhirika zaidi kupitia maambukizi haya. Vilevile vile pia kumekuwa na changamoto kwa kutomaliza dawa, kutafuta matibabu ili ya kujiponya. Kulingana na wakati ambao tuko nao wa, wa, wa, wa huu msimu tulionao, huo tunawahimiza kwamba wadumishe usafi na pia huwa tunawaambia kwamba wasi